Ureno imeamua kutonunua ndege za kivita za F35 zilizotengenezwa Marekani kutokana na wasiwasi kuhusu vikwazo vya Marekani vya kufikia vipengele muhimu na programu. Hapo awali, F35 ilipendekezwa kuchukua nafasi ya fleet za zamani za Ureno za F16. Ununuzi huo ulizingatiwa upya huku kukiwa na hofu kwamba mabadiliko ya kisiasa nchini Marekani yanaweza kuathiri upatikanaji wa zana za kijeshi. Hii ni moja ya matukio ya kwanza ambayo sera za Marekani chini ya Rais Donald Trump huenda zikavuruga mpango mkubwa wa silaha Kuongezeka kwa mashaka barani Ulaya kunaonyesha kuwa Marekani inaweza isionekane tena kama mshirika wa kutegemewa, kukiwa na wasiwasi kwamba inaweza kutumia kandarasi za ulinzi kushinikiza nchi kuunga mkono sera zake kwa kunyima masasisho au kuzuia ufikiaji wa mifumo muhimu. Waziri wa ulinzi wa Ureno alisisitiza haja ya kuchunguza njia mbadala, hasa kutoka kwa wazalishaji wa Ulaya ili kuepuka hatari za uendeshaji na matengenezo zinazohusiana na ndege zinazoundwa na Marekani wakati Lockheed Martin ikidhibitisha uhusiano wake mkubwa na jeshi la wanahewa la Ureno, iliahirisha maswali kuhusu mauzo ya nje kwa serikali ya Marekani. Licha ya vikwazo hivyo, Marekani inasalia kuwa mchezaji mkuu katika soko la silaha duniani.